Mzazi mwenzake na Stefano Aziz Ki Vanessa ameshindwa kujizuia kabisa baada tu ya kupata taarifa kuhusiana na majeraha ambayo Stefano Aziz Ki aliyapata akiwa katika majukumu yake ya kikazi. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani Vanessa pamoja na mke wa Aziz Ki Hamisa Mubeto ni watu ambao wanawasiliana kwa karibu sana, lakini pia tuliwahi kushuhudia Vanessa alizungumza na kudai kwamba Hamisa ni mwanadada wa tofauti sana mara nyingi sana haweki mbele wivu kwamba anamuonea wivu mume wake, bali anaangalia nini ambacho kinatakiwa kifanyike kwa wakati sahihi. Unaweza kuona Vanessa yeye ana mtoto na mume wa Hamisa Mobeto, lakini Hamisa Mobeto anamuonesha upendo, anamfanyia mambo mengi, mpaka Vanessa aliwahi kuzungumza na kudai kwamba Hamisa Mobeto anafanya vitu mpaka yeye mwenyewe anajisikia vibaya, anaona, mbona, mbona ni kama vile huyu mwanamke anajichosha, mbona kama vile huyu mwanamke anatufanyia mazuri na mengi zaidi. Sasa unaweza kuona hawa wadada wanashirikiana kwa ukaribu zaidi, uh, jambo ambalo kwa kawaida sio kawaida ya wanawake. Mara nyingi sana mwanamke huwa anachukia sana mwanaume wake anapoenda kuonana na mama wa mtoto wake ambaye waliwahi kumpata huko nyuma. Sasa mwanamke mwingine anaweka zile hisia kwamba huenda mume wangu akajikumbushia kidogo za zamani, namna ambavyo waliwahi kufanya na mzazi mwenzake. Lakini kwa Hamisa Mobeto ni tofauti. Hamisa Mobeto ndiye yeye, yeye ambaye alimpigia simu Vanessa, mwanadada Vika Shera, ili mradi tu aweze kuja kumuona Stefano Aziz Ki, na unaweza kuona Aziz Ki baada tu ya kurejeshwa nyumbani, baada tu ya kupata ruhusa kwamba ana nafuu na anatakiwa kurudi nyumbani, basi Vanessa akaona sio vibaya mtoto kuenda kumuona baba yake. Ukiangalia, alikuja tu katika majukumu ya kikazi, lakini imetokea dharura kama hivyo, basi mtoto ni vizuri aende akamuone baba yake, amjulie hali, mambo kama hayo. Tumeona Vanessa ameenda nyumbani kwa Hamisa Mbeto, e, ameenda kumsalimia mzazi mwenzake, lakini pia ameongozana na mtoto wake, kitu ambacho kimewafurahisha sana watu wengi, wakawa wanafurahi kwa pamoja. Video zimesambaa katika mitandao ya kijamii zikiwa zinaonesha Hamisa, namna ambavyo amemkaribisha Vanessa nyumbani kwa wake, jambo la tofauti sana kila mmoja akawa amebaki wao, wow, Hamisa Mobeto ni dada ambaye anapaswa kuigwa. Wengine wakawa wanajiuliza kwa nini, kitu gani ambacho kilikuwa kinasababisha wanaume wakwame kwa Hamisa Mobeto. Mbona ni mwanamke fulani hivi ambaye ni waifu material, ni mwanamke fulani hivi ambaye anajua kujali, anajua ay, nini ambacho anatakiwa kukifanya katika swala so zima la ndoa, kwa sababu maneno alizungumzwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya Hamisa kuolewa na Stefano Aziz Ki kwamba hiyo ndoa haitamaliza mwezi, hiyo ndoa tunaipa miezi miwili, hiyo ndoa zinaipa miezi mitatu. Walizungumza maneno mengi sana, kina Juma Lokole, jamani. Lakini tunaweza kusema Hamisa Mobeto amefunga mdomo. Hamisa Mobeto ameonesha ni kwa namna gani alikuwa anatamani sana aolewe, ni kwa namna gani alikuwa na kiu kubwa sana ya ndoa, na ndio maana sasa hivi hataki kuichezea, ameamua kuitumikia kweli kweli. Lakini pia upendo mkubwa ambao amekuwa akiuonesha kwa mzazi mwenzake na Aziz Ki, mwanadada Vanessa. Vanessa hawezi kusahau huo upendo, na unaweza kuona kwa sasa hivi katika swala zima hili la ugonjwa wa mume wake Hamisa Mobeto, ambaye ni Azizi, basi wameshirikiana kwa pamoja ili mradi tu hili swala liweze uh, kupita, na tumeweza kuona uh, mke wa Aziziki Hamisa Mobeto amemkaribisha Vanessa vizuri na amemwonyesha upendo, lakini pia upendo mkubwa ambao anamwonyesha yule mtoto wa Aziziki. Uh, basi Aziziki hana sababu yoyote ya kumwacha Hamisa na wala hana sababu yoyote ya kumwolea Hamisa Mobetto mke wa pili. Wewe, kama shabiki, unalipi la kuzungumza, zachia maoni yako, lakini pia susahau kusubscribe, kulike, na kutani on notification.